Waligani mtazamaji wa Come TV Tanzania, karibu Come TV Matukio. Almashauri ya mji wa Mbulu yaibuka kidedea kitaifa matokeo ya kidato cha pili, kidato cha nne na kidato cha sita kwa mwaka 2024 2025. Kati ya almashauri 184, Almashauri ya mji wa Mbulu ilipimwa na kupata asilimia 67.8 ya wanafunzi waliopata daraja la kwanza hadi la na tatu na kuwa almashauri ya kwanza kitaifa kwa matokeo ya kidato cha nne mwaka elfu mbili na el ishipo. Mkuu wa wilaya Mbulu, mheshimiwa Michael Semindu, amempongeza mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mbulu, idara ya elimu, pamoja na vyama vya walimu kwa mchango mkubwa waliowezesha halmashauri hiyo kushika nafasi ya kwanza kitaifa. Uu pia mkurugenzi kwa kutambua mafanikio yaliyotolewa na rais wetu raisi wetu amefanya mambo makubwa sana, lakini pia nilipongeza idara za elimu msingi na sekondari kwa halmashauri zetu zote mbili. Naomba tuwapigie makofi sana. Vile vile ameipongeza halmashauri ya mji wa Mbulu na Mbulu vijijini kwa kuongoza katika utekelezaji wa mkataba wa lishe kwenye kufanya vizuri kwenye utekelezaji wa mkataba wa lishe makofi mengi sana. Na halmashauri iliyoongoza ni halmashauri ya Mbulu mji ikifuatiwa na Mbulu vijijini. Kwa hiyo vigezo vilikuwa kumi na nne lakini vigezo vilivyopimwa vilikuwa kumi na tatu kimoja hakukipimwa kutokana na ukosefu wa changamoto ya kifaa cha kupimia. Walitakiwa kupima mambo ya chumvi tmo tmuanigemwita ngereza vizuri, sijui mambo ya chumvi mwilini sijui vipi vipi, hicho ndo kilikosekana tukupimwa lakini katika vipimo kumi na tatu halmashauri zetu zote mbili zilifanya vizuri. Ya kwanza alikuwa halmashauri ya mji, ya pili alikuwa halmashauri ya wilaya. Mheshimiwa Michael Semindu ameendelea kusema pamoja na mafanikio, bado zipo changamoto ambazo zinawakabili walimu, ambazo sasa changamoto hizi zitakwenda kusikilizwa na kutatuliwa kupitia kliniki maalum. Lakini wako watendakazi na hawa walimu nao wana changamoto zao Tunafanya nini kuhusu changamoto za walimu? Vyema tuwe na kliniki maalum ya kusikiliza changamoto za walimu na watumishi wote. Kliniki hii badala ya walimu kuja ofisi ya mkurugenzi, kliniki hii itakwenda kwa walimu walipo kwenye maeneo yao. Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji Mheshimiwa Reheme Bwasi amesema Mbulu Mji imekuwa ni halmashauri ya kwanza kati ya halmashauri 184 nchini kwa vigezo vya Key Performance Indicator, KPI vilivyotumika na ofisi ya Rais TAMISEMI kupima matokeo ya kidato cha nne. Bwasi ameelezea kuwa halmashauri hiyo ina jumla ya shule 23 za sekondari ikiwemo 18 za serikali na tano 5 za binafsi pamoja na vituo 11 vya kujitegemea ni jumla ya wanafunzi 12,079 na, na walimu 346 wakiwemo walimu 126 kwa masomo ya sayansi na 220 kwa masomo ya sanaa. Hivyo tunaipongeza sana Serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake kubwa za kuboresha miundombinu ya shule za sekondari na kupelekea kuinua ufaulu kwa kiwango kikubwa. Halmashauri ya Mji wa Mbulu imekuwa ikifanya vizuri katika taaluma kwa mwaka hadi mwaka na hata kupelekea kushika nafasi ya kwanza kitaifa kwa jumla ya halmashauri 184 kwa kuzingatia vigezo vya KPI katika matokeo ya kidato cha nne kwa mwaka 2024. Naye afisa elimu sekondari Bi. Elizabeth Lusingu amemshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na kupokea maelekezo kutoka kwa mkuu wa wilaya Mbulu, Mheshimiwa Michael Semindu, ambapo ameahidi kwenda kuyafanyia kazi: kupambana na ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, kuboresha lishe na kusimamia maadili kazini, ikiwemo changamoto ya ukatili wa kijinsia iliyopo ilani kwetu, hali ya udumavu ili tuweze kupambana kuongeza lishe shuleni, kuboresha lishe yetu pamoja na jamii, lakini pia malezi. Hasa sisi walimu tunajua kule tuna watoto, lakini kuna changamoto iliyokuwepo saa hizi ya mahusiano ya jinsia moja yanayoendelea, ambayo pia yana athari sana kwenye elimu, hasa watoto wetu walioko bweni. Tumepokea hayo, na pia mheshimiwa mgeni rasmi umetuasa tusimamie maadili shuleni lakini pia umetuasa tuendelee kuwa mabalozi wazuri wa halmashauri yetu, ayokuwa ni mambo matano ya kwanza ambayo iliita maombi, lakini sisi tumeyapokea kama maelekezo, na kwa niaba ya walimu wenzangu sisi tutaenda kusimamia hayo. Tutahakikisha tunajitahidi kwa uwezo wetu wote kuona tumetenda haki, tumetekeleza na watoto wanaotufikia kwenye mikono yetu wanapita na kutoka wakiwa salama. Mwalimu Faustine Solo Sanga, mkuu wa shule ya sekondari Tlawi, amezungumza kwa niaba ya walimu na wakuu wa taasisi za elimu wilayani humo, kwa kutunuku vyeti vya pongezi walimu na shule zilizofanya vizuri kitaifa ndani ya halmashauri hiyo. Aidha, amesema nafasi hiyo waliopewa na serikali wataendelea kuifanyia kazi vizuri na kumwomba Mungu. Kiongozi wetu mgeni rasmi, mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Michael Semindu, amekuwa mgeni rasmi katika tukio la leo kwa ajili ya kutunuku vyeti na ngao kwa shule bora zilizofanya vizuri. Lakini pia ameipongeza idara ya elimu sekondari pamoja na watendakazi wote, lakini hasa mkurugenzi mtendaji ambaye ametoa nafasi kwa idara yetu ya elimu sekondari katika kuandaa tukio hili kubwa na nzuri. Mimi kwa niaba ya wakuu wa shule wote katika halmashauri yetu, kwa kuwa mimi ni mwenyekiti wa wakuu wa shule, naomba nitumie nafasi hii kuiambia serikali kwamba nafasi hii tuliyopewa tutaiendeleza kwa kufanya vizuri. Tunamwomba Mungu atusaidie, pekee yetu hatuwezi. Wako wadau waliotusaidia kufikia katika hatua tuliyoifika, bila kuwasahau wananchi na viongozi wa wakilishi wa wananchi akiwepo mbunge, madiwani, kamati ama bodi za shule kwa kutoa ushirikiano kwa wakuu wangu wote wa shule kuifanya halmashauri iwe ya kwanza. Tafsiri yake ni kwamba kila shule moja moja ndani ya halmashauri imefanya vizuri. Kwa maana hiyo, kwa niaba ya wakuu wa shule naomba nitoe shukrani za kutosha kwa serikali, kwa niaba ya wakuu wa shule niseme asante sana serikali yetu inayowakilishwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya Michael Semindu, lakini vilevile vile kwa upande wa uajiri inayowakilishwa na, na Bi. Rehema Saidi Bwasi mkurugenzi wetu wa halmashauri ya mji wa Mbulu, bila kwa sahau idara ya elimu sekondari uh, mwalimu Elizabeth Lusingu mkuu wa idara na watendaji wote katika idara ya elimu sekondari, ninawashukuru sana. Kabla ya hafla ya kuwapongeza na kuwatunuku vyeti waalimu pamoja na taasisi mbalimbali, Mheshimiwa Michael Semindu alitembelea maonyesho ya vitendo kutoka kwa wanafunzi wa Chief Sarwati yaliyohusisha uchoraji, utunzaji na uzalishaji wa miche, mtambo kuzalisha umeme, uchujaji wa maji pamoja na maonyesho ya sayansi ya upasuaji. Natusaidieni tukijua mifumo ambayo inapatikana ndani wetu inatusaidia katika kutibu magonjwa pamoja na kufanya mili yetu iweze kufanya kazi nzuri.

e tunatengeneza maua na kadi kwa kutumia makaratasi kama mnavyoona hapa. Kwa mfano, ile hapa ni kama wala rose ambayo tumetumia nini? Tunatumia karatasi, na hizi hapa ni kadi. Kwa mfano, kama hii kadi ambayo imetumia nini? Gift paper na ni la kadi box na rim, kwa jina la itwa life shishira. Hii ni club yetu ya lishe shule ya Chisara Secondary School. Hivi vyote tunafundishwa shule na walimu wetu, hasa sasa tukiwa darasani kwenye masomo baadhi, kama kuna somo la biology. Vyakula hivi vyote vina faida yake mwilini, hasa hasa vyakula vya protini. Protini hasa sasa tunapenda kula shuleni kama maharage. Maharage husaidia kuimarisha miili yetu. Shuleni hapa hivi tunaondoka na vitu baadhi kitu cha kwanza ni kwenda kuwaelimisha na jamii wetu jamii zetu kwenye kula mlo kamili, hasa hasa kuzingatia mlo kamili husaidia miili yetu kuimarika kujiepusha na magonjwa tofauti tofauti, kwenda hospitali hospitalini kila muda. Hakika Halmashauri ya Mji wa Mbulu imeacha alama na historia kubwa, ikiwa ni uthibitisho wa mshikamano, juhudi za pamoja za waalimu, viongozi wa serikali na wadau wa elimu. Kwa sasa, Mbulu imeweka rekodi mpya kitaifa na kuonyesha kuwa mano wa kweli unaweza kubadilisha mustakabali wa elimu nchini. Endelea kufuatilia Kam TV Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti. Langu jina ni Mr. Kam.